Msichana jifunze kuwa msichana wa kuuliza maswali yaani, umetolewa date na mkaka na mmeenda for a date, jitahidi kumuuliza huyo kaka maswali. Wasichana wengi wamekuwa ni watu ambao hawana maswali ya kuuliza, yaani ana vitu kabisa, ana doubt kwenye moyo, lakini anaogopa kuuliza, akifikiri kwamba ndo atakuwa msichana mzuri. That guy doesn't care. He doesn't care, he care Muulize maswali. Yani sasa hivi wanaume wanataka wanawake ambao they are very smart, very smart smart. Muulize wanaume maswali logic, maswali ya kawaida. Yani una date, unaenda kwenye date na mtu unashindwa hata kumuuliza do you have a family, unashindwa hata kuuliza. Kwa sababu utakapomuuliza mwanaume kwamba ana familia itakusaidia, we kujua, unajiposition sehemu gani. Ndio maana wengine wadada mtu mpaka anapigwa anapewa mimba na limme la mtu, ndo nakuja kusema hata akuniambia akukwambia, ulimuuliza? Wengi unakutaga hawaulizi. Kuna wanaouliza wachache, lakini wengi waga hawaulizi. Muulize huyo kaka maswali, tena ukiwa jasiri. Na ukiona mwanaume anakudanganya sina mke sina watoto, ameshakuona kuona wewe ni mjinga. Wanaume wadanganyi wanawake ambao wako logical hawadanganyi make, wanajua kabisa hawa wanawake wana akili timamu Yaani, mwangalie huyo kaka usoni, usimwonee aibu. Mwangalie usoni, muulize do you have a family, akwambie how many kids. Muulize ili kusudi ujue, wewe uko pale kupata mtaji wako au uko pale kutengeneza mwanaume wako wa baadaye, future husband. Eh, lazima ujue. Yaani kuna vitu lazima ujue kuhusu huyo mtu, usifikiri kwamba kukaa kimya kila kitu yes It's okay, isok islriht ndo itakuposition wewe kwenye position nzuri. Hautakaa kwenye position nzuri, ndio utatumika. Huyo kaka atakutumia advantage.